Yesu nasimama, yeye Mwamba ni salama, yeye Mwamba ni salama, tumaini langu ni yeye, tumaini langu ni yeye. Tumaini langu niende, tumaini langu niende, niende mbinguni kwa Baba, kuna uzima niende, kuna furaha niende, tumaini langu niende, niende mbinguni kwa Baba

Amen, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa wakati huu naomba tuombe, naomba tuombe kabla hatujaendelea na shughuli yoyote, naomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme wetu wa mbinguni, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu Bwana, hii ni hatua ya mwisho wa ibada yetu ya mazishi, na tunakwenda sasa Upumzisha mwili wa mpendwa wetu mtumishi wa Mungu Paulo Madede. Mfalme wa mbinguni, tunajiweka mikononi mwako saa hii. Naomba uwe katikati yetu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen, amen. Basi, wakati huu ni waombe wale wasomaji wa maandiko, tuanze kwa mtiririko wetu mzuri. Ataanza yule wa kwanza, wa pili na kuendelea, yule atakayemalizia wa nne. Karibuni. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa; hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kichafu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamliwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwe, umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika, hata atakapoitimiza siku yake kama aliyeajiriwa lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi, na nafsi yangu na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazi unazimia ndani yangu. <coughs> Wewe Bwana umekuwa makao yetu, kizazi baada ya kizazi. Kabla haijazaliwa milima wala haijaiumba hai dunia na tangu milele hata milele, ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo, wamrudisha mtu mavumbini, usemapo, rudi, enyi wanadamu. Maana miaka elfu <coughs> machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku wawagarikisha, huwa kama usingizi. Asubuhi huwa kama majani yameayo, asubuhi yachipuka na kumea jioni, katika, jioni ya katika na kukauka. Maana tumetoeshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa umeyaweka maovu yetu mbele zetu, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetoweshwa miaka yetu kama kite. Siku ya, siku za miaka yetu ni miaka sabini na ikiwa tuna nguvu ni miaka themanini. Na kaburi na kiburi chake ni tabu na ubatili, maana chapita upesi tuka tokomea mara. Ni nani aujuaye, ni nani aujuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako? Kama ipasavyo kicho chako basi, utujulishe kujihesabu siku zetu tu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, hii ni hatua ya mwisho tunapokwenda kuikamilisha ibada yetu ya mazishi ya kwenda kumpumzisha mpendwa wetu, na nataka nitumie nafasi hii fupi niseme tu kwamba mpendwa wetu mtumishi wa Mungu amelala, amemaliza mwendo wake, amemaliza safari yake. Sisi tunakwenda kutimiza lile neno lilosema kwamba udongo au mavumbi yatarudia mavumbi, na sisi tunakwenda kukamilisha tendo hili kwa kwenda kuweka mwili huu katika ardhi kama maandiko yanavyosema. Lakini maandiko ambayo tumeyasoma yanaonyesha kabisa kwamba Biblia inazungumza, inasema heri wafu wafao katika Bwana, hata sasa wapate kupumzika, kwa sababu matendo yao yafuatana nao. Neno hili natukumbusha sisi kwamba tukiwa bado tuko hai tufahamu kabisa kwamba tutakapolala katika umauti, matendo yetu maisha yetu kila tulichokiishi kitakwenda pamoja na sisi, na vitabu vitafunguliwa, na kila mtu atahukumiwa sawasawa na yale aliyoyatenda ya sasa, ili kwamba aa, weze, wewe uweze kwenda mahali ambako aa, maandiko yanazungumza kwenye ule uzima wa milele. Biblia imezungumza habari ya vitabu viwili, imezungumza juu ya kitabu cha uzima wa milele, na hicho ndio kitabu ambacho wale wa cha Mungu, wale waliokoka, walioishi maisha matakatifu waliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wameandikwa kwenye kile kitabu cha uzima. Lakini kitabu kingine kimeandikwa cha matendo, ambayo matendo ya kila mmoja, kila mwanadamu, kila mtu yameandikwa mahali pale, na hapo kila mtu atahukumiwa sawasawa na matendo yake. Hivyo basi, kinachotubidi kinachotupasa sisi, inabidi tuishi maisha yale ambayo yanampendeza Mungu, yale ambayo ni matakatifu yale ambayo ni ya kumcha Mungu, kuishi na kujitenga na dhambi na kujitenga na uovu, na baada ya maisha haya uweze kupokelewa mbinguni, uweze kuwa na uzima wa milele, uweze kwenda kuishi maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya kuishi pamoja na Mungu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitaka niseme maneno haya machache lakini tumekwisha kusikia mahubiri tangu tupo kwa kule. Mimi niseme tu kwa kifupi, wakati huu ni wakati wako we kuendelea kujipeleleza na kujihoji, ili utakapomaliza safari yako umalize safari yako salama umalize safari yako na Mungu umalize safari yako na Yesu, ili wewe utakapomaliza maisha haya au utakapomaliza maisha haya katika dunia hii, niende kuishi na Mungu milele. Sasa hayo maisha mimi na wewe tunapaswa kuyaandaa, kuyatengeneza. Biblia nasema tukeshe, kwa sababu hatujui siku wala saa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Baada ya kusema maneno hayo kwa kifupi, naomba nitumie nafasi hii kuomba ndugu zetu ambao wako tayari kwa ajili ya kushusha sanduku au jeneza kaburini waweze kuliteremsha kwa utaratibu mzuri kabisa. Wale ambao wanahusika na kulishusha jeneza wamejiandaa na wana uzoefu huo kufanya hivyo naomba tu, maelekezo kusikiliza. Mimi tutashusha polepole, tutashusha polepole pole, tutashusha pole pole, na tuende polepole. Naomba tushike pole pole na tuende pamoja kwa kuelewana. Naomba, miyye naomba tu, tuende polepole pole.

Kama vile ilivyompendeza Baba yetu wa mbinguni katika mpango wa hekima yake kutoa roho ya ndugu yetu Paulo, sisi tunaweka mwili wake kaburini, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa majivu, tukitazamia tumaini lenye baraka lile la kutokea kwa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye atautengeneza upya mwili huu katika mfano wa mwili wake mwenyewe wa utukufu kwa kadri ya matendo ya nguvu zake kuu ambazo kwa hizo naye ataweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Kisha tuwasaidie tuwasaidie wanafamilia yanza na mama mjane Mama mjane kama yuko karibu asaidiwe, ataanza mama mjane, halafu watoto, halafu wanafamilia wengine watafuata. Tutupia udongo kama ishara ya kuaga na kuzika. Sante, niombe familia sasa, watoto na wanafamilia wengine, ndugu wa marehemu, wanaweza kusogea na kututa udongo watoto pamoja na w, unaweza tukatupa kwa pamoja. Tusogee, tutupe udongo kaburini. Basi tusogee sasa, tutupie, na wengine waendelee kusogea. Wanafamilia wasaidie, wanafamilia wachache wanaweza kuwakilisha <tukatua> udongo wana familia yeah. Mm-hmm. Kama bado huko unakuja, kama tumeisha karibu, yuko bado yuko hapa mm. Basi wakati huu naomba, naomba mafundi tuweke. Tuweke, tuweke hii huo wavu, endeleeni kuweka ili baadaye tukishaweka mashado, tutakapotoa mashado tunaendelea kufunika. Parapanda italia, parapanda parapanda italia o, kanisa la Bwana litakuwa limekwisha nyakuliwa kumlaki mwana Yesu o, waliokoka wamekwisha nyakuliwa Yesu o, wapendwa wa Bwana, watakuwa wamekwisha nyakuliwa. Yesu Amen. Amen. Naomba yule aliyekuwa ameandaa utaratibu wa kuweka mashada, orodha ya wale watakaoweka mashada, anaweza akatusomea. Kama utaratibu huu ulikuwa <coughs> umesha andaliwa, nimkaribishe basi asome orodha hiyo ya watu watakaoweka mashada kwa utaratibu na wakati wanasomwa, wataendelea kujipanga hapa tayari kwa ajili ya kwenda kuweka mashada, wajiandae wasogee. Hiyo kusomwa kwanza inamwandaa mtu asogee hapo akae kwenye mstari, ili baadaye tuende vizuri, tusije tukawasubiria wako mbali. Utaratibu wa mashada ataanza mke wa marehemu, watoto wa marehemu watoto wa marehemu na wake zao, wajukuu wa marehemu, watoto wa dada zake marehemu, wapwa, wazazi wa marehemu, dada na kaka wa marehemu na wenzi wao, wajomba na shangazi wa marehemu na wenzi wao, mkwe wa marehemu, shemeji wa marehemu na wenzi wao, binamu marehemu na wenzi wao. Karibu sasa, kmia tunapata i sasa angeambiwa watu wasogee hivi kidogo. Jamani, tunaomba nafasi kidogo, tunachukua kumbukumbu wanaopata watoto wa marehemu na wake zao, watoto <tipa> wa marehemu na wake zao <tipa> karibuni paa wajukuu wanaopata <coughs> watoto wa dada zake mchungaji Madede watoto wa dada zake wapwa wanaopata wazazi wa marehemu <coughs> wazazi wa marehemu, karibuni, karibuni. <coughs> wazazi wa marehemu, wazazi Waje kwa pamoja basi tupate kwa pamoja. Wanaofuata, dada na kaka zake marehemu na wenzi wao, kaka zake wa marehemu na dada dada da, na kaka zake, mjomba na shangazi. Mjomba na shangazi, karibu mjomba na shangazi. Kama inaleta <coughs> shida, unafika hapa unashika haya yaliyopo, <coughs> tupate kumbukumbu. <coughs> Basi kama wamemalizika hao, mkwe wa marehemu wanao subiria nini? Shemeji zake na marehemu, unaweza mkaweka kwa pamoja. Haya, tuweke ya picha wanaopata binamu binamu zake na marehemu. <coughs> Wanaofuata binti waliokaa kwa shujaa, mabinti wote waliokaa, mkaja pamoja mkachukua picha pamoja. na waume zao subiri, na wenziwa tusogee kidogo, karibuni, na waume zao wote tuchukue picha kwa pamoja. Wengine wakimaliza, hao wanaingia na Haya, tuweke, asante. Kundi linalofuata Aya, tuweke majirani kutoka <coughs> Mampanta Seminari, mwakilishi au wawakilishi, na baada ya hapo mwakilishi. Asante <coughs> mchungaji mwenyeji, Mchungaji Masisi, karibu. Anayefuata mwinjilisti wa taifa mchungaji Jonas le. Baada ya hapo uongozi section Kiomboi naye awakilisha WWK taifa. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo, utukufu una yeye milele na milele, amen, amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana, amen. Kazi iliyobaki ni kazi ya mafundi, watatoa mashada na baada ya kutoa mashada watajengea na baadaye watayarudishia tena. Tuseme Mungu wa mbinguni awabariki sana na asanteni sana kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao. Mungu awabariki sana. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki nyote kwa ushirikiano wenu. Kazi hii ilikuwa ni kazi kubwa, ngumu lakini kwa ushirikiano wenu tumeweza kuifanya kazi hii na kuikamilisha. Nasema tena Mungu awabariki hata mtakapokuwa mnaanza safari za kurudi majumbani na kokote mtakakokuwa mnarudi, Mungu wa mbinguni awatangulie. Mungu awabariki wa sana. Mlete Mchungaji mwenyeji na mwangalizi wetu Masisi aweze kuhitimisha. Kama kuna tangazo lote, basi atupatie tangazo na kazi pakinafu